Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS mkoa wa Mwanza kimeeleza kusikitishwa na vitendo vya kudharaulika kwa mawakili wa kujitegemea pamoja na ukiukwaji wa haki za washtakiwa katika vyombo vya ulinzi na usalama, hususan Jeshi la Polisi, hali inayodhoofisha misingi ya haki na utawala wa sheria nchini. Akizungumza katika Maadhimisho ya Siku ya Sheria Nchini yaliyofanyika kimkoa katika Mahakama ya Tanzania Kituo Jumuishi cha Utoaji Haki, makamu mwenyekiti wa TLS mkoa wa Mwanza, Erick Mutta, amesema baadhi ya askari polisi, hasa katika idara ya upelelezi, wamekuwa wakiwanyima heshima wa wawakili wa, wa kujitegemea na kuzuia utekelezaji wa majukumu yao kisheria. Amesema vitendo vya rushwa, vitisho na manyanyaso dhidi ya washtakiwa katika mchakato mzima wa upelelezi bado vinaendelea kujitokeza, hali inayokiuka haki za msingi za binadamu na kuathiri upatikanaji wa haki kwa wananchi.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 Mahakama inapolinda haki za msingi za wananchi husaidia kujenga imani ya wananchi, si tu kwa mahakama yenyewe bali kwa serikali kwa ujumla. Vilevile hujenga vile, mazingira rafiki kwa wawekezaji mbalimbali na kukuza shughuli za kiuchumi. Hutoa mwongozo katika utatuzi wa migogoro, iwe ya kibiashara, ya kijamii, kiutawala au kijinai, hivyo kupunguza gharama za mivutano isiyo ya lazima na kuokoa muda wa wananchi kujikita katika shughuli za kimaendeleo badala ya kuendelea na migogoro kwa muda mrefu. Pia huhakikisha uwajibikaji wa vyombo vya dola na mamlaka nyingine, jambo ambalo ni nguzo muhimu ya kidemokrasia. Na katika mfumo wa kidemokrasia taasisi kama mahakama, polisi, jeshi, wizara na taasisi nyingine za umma zinatakiwa kufanya kazi kwa uwazi na kwa kufuata sheria hii huchochea imani kwa jamii, kwani wananchi wanapojua kuwa haki itapatikana bila upendeleo, wanawekeza nguvu zao katika uzalishaji na ujenzi wa taifa. Katika kuadhimisha siku hii, ni muhimu pia kutaja changamoto sisi kama wadau wa haki tunaziona zinahitaji nguvu ya pamoja ili kuleta ustawi wa maendeleo yetu. Moja, ucheleweshaji wa mashauri unaosababisha hasara kwa wananchi na wafanyabiashara, hasa kutokana na vikao vya majaji na mahakimu ambavyo huwa vinaanza asubuhi na kuchelewa kumalizika, na wananchi na mawakili wa kujitegemea kujikuta wakizagaa bila kupata huduma kwa wakati. Pili, upungufu wa rasilimali ikiwemo majengo teama na watumishi katika ofisi zetu za TLS hasa maeneo ya vijijini. Tatu, kutokuoana kwa mfumo hasa baraza la ardhi na nyumba na mahakama, jambo ambalo linaathiri ufanisi katika kuendesha mashauri hasa katika ngazi ya rufaa kutokana na kutumika muda mrefu wa kutayarishwa kwa majarada kutoka mabarazani ili kuja kusikilizwa rufaa hizo. Nne, changamoto za kujikita kwenye masuala ya kiufundi hasa kwenye mahakama ya rufani. Mathalani, mdaawa kutopelekewa notisi ya rufaa na rufani hata kama imekamilika, rufani hiyo hukutwa inatupwa nje. Kusuasua kwa utekelezaji wa mapendekezo ya Mheshimiwa Rais kuhusu haki jinai ambayo yanapelekea haki za watu wengi kuathiriwa. Mathalan, kwa sasa makosa mengi ambayo makosa mengi hayana dhamana na wala muda maalum wa upelelezi, hivyo kuumiza watu walioko mahabusu, tofauti na ilivyo kwa Zanzibari ambapo mashtaka ambayo hayana dhamana baada ya miezi sita, mshtakiwa atapata dhamana kama usikilizaji utakuwa haujaanza hii hili likifanikiwa litaleta ufanisi na kuziba mianya ya kutumia vibaya mfumo wa haki jinai, lakini kwa Tanzania bara mifumo yetu imekuwa tofauti na hakuna ukomo wa lini kesi ianze kusikilizwa na isiposikilizwa nini kifanyike. Pia sheria kuruhusu watumishi wa umma wenye taaluma ya sheria kupata uwakili bila kupita shule ya sheria kwa vitendo Licha ya umuhimu wa kifungu hiki kukiwa na mazingira maalumu na mahususi, hali hii pia italeta taswira ya ubaguzi, kwa sababu inapendelea watumishi wa umma tu, na tayari tunayo Law School of Tanzania ambayo ilianzishwa kwa lengo la kuboresha taaluma ya sheria. Hivyo ni vyema kuhakikisha suala la mawakili linabaki chini ya Law School of Tanzania, na kama ni exemption, basi utaratibu uhakikiwe na kuridhiwa na Law School of Tanzania. Hatuna maana ya kuwabagua, hawa ni wanachama wetu, wataendelea kuwa wanachama wetu na tunawapenda. Kudharaulika na kutopewa heshima inayostahili kwa mawakili wa kujitegemea katika vyombo vya ulinzi na usalama, hasa Jeshi la Polisi katika idara ya upelelezi, upelelezi kugubikwa na rushwa na vitendo na vitisho kwa washtakiwa, na hata baadhi ya wapelelezi kwa makusudi kukuepesha huduma za kisheria kwa watuhumiwa pale wanapoona mawakili wa kujitegemea mahakama ina nafasi gani katika safari ya taifa kuelekea kwenye maendeleo maendeleo si barabara majengo au viwanda pekee maendeleo ya kweli huanzia kwenye haki taifa linaweza kuwa na rasilimali nyingi lakini bila haki rasilimali hizo hugeuka kuwa chanzo cha migogoro na laana badala ya neema kwa mujibu wa ibara ya mia moja na saba ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ndiyo chombo pekee kinacho kilichokasimiwa mamlaka na kauli ya mwisho ya kutoa haki. Mahakama ni muhimili muhimu sana katika ustawi wa taifa lolote. Katika muktadha wa Tanzania na mataifa mengine, mahakama ifanye kazi kwa huku kwa kuhukumu halifu pekee, bali ni injini ya haki, amani na maendeleo ya taifa. Haki huzaa amani na amani huambatana na utulivu unaowezesha watu kufanya shughuli zao mbalimbali na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi, maendeleo pamoja na ustawi wa jamii. Kama wahenga walivyosema, nguzo ikiondoka, paa hubomoka. Vivyo hivyo taifa lisilo na mahakama imara halina mustakabali wa amani wala maendeleo, kwani mahakama ni mlinzi wa katiba, mlezi wa haki za mlezi wa haki za raia na ngao ya wanyonge. Hivyo basi, mahakama ni injini isiyoonekana moja kwa moja, lakini inasukuma maendeleo ya taifa kwa kuimarisha amani na utulivu na kwa kutimiza jukumu hilo la utoaji wa haki Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza kwa mwaka uliopita, yaani kipindi cha kuanzia tarehe moja Januari elfu mbili na ishirini na tano hadi tarehe 30 disemba 2025 imeweza kusikiliza na kuamua mashauri kama ifatavyo katika Mahakama Kuu mashauri yaliyofunguliwa yalikuwa elfu moja mia tatu na tisini na mbili, yaliyoamuliwa, yaliamuliwa mashauri elfu moja mia tatu na ishirini na sita na mashauri yaliyosalia yalikuwa mia nane ishirini na mbili. Kwa upande wa mahakama ya hakimu mkazi yalifunguliwa mashauri mia mbili kumi na saba na yakaamuliwa mashauri mia mbili ishirini na saba yakabaki mashauri hamsini na tatu. Kwa upande wa mahakama za wilaya ilif, zilifunguliwa kesi elfu mbili mia moja themanini na mbili na zikaamuliwa kesi elfu mbili mia tano sabini na mbili na katika kesi zilizobaki zilikuwa mia nne themanini na moja Katika mahakama za mwanzo, ambazo ndio zina mzigo mkubwa wa kusikiliza kesi, zilifunguliwa kesi elfu kumi na moja mia tatu kumi na nne na ziliamuliwa kesi elfu kumi na nne